Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara kimewaita leo kuambia kwamba chama kinaungana na kinaunga mkono hotuba nzuri iliyojaa busara iliyotoa mwelekeo na dira ya Tanzania iliyosomwa, iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na kwa nafasi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tunamshukuru sana na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa hotuba iliyojaa busara, uwazi, maelekezo muhimu yanayolenga kuimarisha misingi ya umoja na maendeleo ya nchi yetu, na niseme kwamba hotuba hiyo imegusa maeneo kadhaa ambayo ni nguzo kwa ustawi wa taifa letu na ndiyo yaliyopelekea leo, leo tuwaite kwa ajili ya kuunga mkono hotuba hiyo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, hotuba yake imesisitiza juu ya amani na umoja wa kitaifa, pamoja na kulinda muungano wetu na nchi yetu, na kwamba katika miaka yote amani ndio imekuwa nguzo ya mafanikio ya Tanzania na kwamba amani ndio msingi wa maendeleo. Mtakumbuka katika maandamano yaliyofanyika kipindi cha nyuma tarehe ishirini na tisa, muda mchache tu bei za vitu vya vyakula vilipanda, bei za mafuta zilipanda. Sisi Manyara hatuja kuwa na maandamano, lakini impact ilikuja mpaka Manyara. Lakini nikwambieni sisi Manyara tunategemea kilimo, tunategemea utalii tunategemea biashara, watu wetu wa Manyara tunategemea madini. Kunapokosekana amani, hatutaenda shambani, hatutafanya biashara, watalii, tunategemea utalii, Tarangire National Park. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo, Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono na kinasema kiko tayari kushirikiana na serikali na vyombo vyote kuhakikisha kwamba tunailinda amani tulionayo kwa wivu mkubwa sana. Lakini jambo la pili ambalo limeongelewa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ni utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ambayo imekuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Tumeshuhudia miundombinu ya barabara namna imejengwa, ukiangalia miradi ya kimkakati swala la ubebe, mradi wa Mwalimu Nyerere kule wa umeme, miundombinu ya madaraja makubwa kama daraja la Busisi. Lakini hapa katika mkoa wetu wa Manyara tumeshuhudia tume, tume, tume miradi mikubwa katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, miundombinu ya barabara, ambayo kwa kweli haya ndiyo maendeleo mpaka tunasifiwa na nchi zingine, na hii nchi zingine hazisikii raha o <tipo> ili waweze kuafekti uchumi wetu, waafekti utalii wetu, waafekti maisha yetu. Sisi kama mkoa Manyara, kwa vile tunaguswa moja kwa moja na mambo haya, tunamuunga mkono rais, na tuko tayari kumlinda na kuilinda amani ya nchi yetu, kuilinda miradi yetu ya maendeleo miundombinu yetu kwa wivu mkubwa sana. Na hivi tunavyozungumza, tunavyozungumza hapa, utasikia mkuu wa mkoa yuko Hanang kusikiliza changamoto mbalimbali na kukagua miradi ya maendeleo, wakuu wetu wa wilaya wote wako site. Serikali inafanya kazi, serikali ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo tuna tunazo sababu za msingi za kuunga mkono hotuba ya mheshimiwa Rais lakini Mheshimiwa Rais amegusia katika hotuba yake swala la kusikiliza wananchi na changamoto zao, na ndio hayo nimesema. Sasa hivi serikali iko kazini, inafanya kazi. Ni wakati sasa wa serikali. Rais amesisitiza kuwa karibu na wananchi, na hii imetoa dira, ameonyesha dira ya mwelekeo wa Tanzania ambayo tunataka sasa kujenga. Na katika zile foraha zake Rais aligusia kuna jambo kubwa sana linaloitwa reconciliation. Katika hili utaona katika hotuba ya Rais hakusita kwa uwazi kabisa, amekiri kwamba bado ziko kwa changamoto mbalimbali, na changamoto haziishi. Kuna changamoto za ajira, mfumuko wa bei, changamoto za huduma katika baadhi ya maeneo eh? Sasa sisi kwanza tunampongeza Rais kwa uwazi huu cha kwanza, unapoona kwamba unakiri kuna changamoto, ndio mwanzo wa kwenda kutatua na kuleta suluhisho la changamoto hizi, na ndio umekuwa utamaduni wetu. Kwa hivyo niseme sasa kwa herufi kubwa kwamba, ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara tunaiunga mkono hotuba ya mheshimiwa rais na tunaendelea kutoa ushirikiano, kushirikiana na wananchi na serikali na wadau wote kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanafanikiwa.